Serikali inawekeza kwenye miradi mingi sana ya umeme na mradi huu wa TAZA ni mradi muhimu sana katika kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme ndani ya nchi, lakini vilevile vile katika kuunganisha gridi yetu na nchi jirani kama ilivyokuwa kule katika East African Power Pool ambapo tuna uwezo vilevile wa kuunganisha takriban kwa nchi kumi na nne kwa hiyo, kwa kweli ni miradi ambayo inafanyika katika awamu ya sita ya mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli ni miradi ya kimkakati na ni miradi mizuri sana. Ukitoka hapa ukienda Tunduma, t tundu, mkoa wa Songwe, kuna baadhi ya maeneo yanalishwa na substation ya Mbea, laini ni ndefu sana, umeme unakatika sana lakini, tunavyojenga vituo hivi vya kupoza umeme kama pale Tunduma, baadhi ya maeneo ya Songwe pia na yenyewe yatanufaika na yataboresha vile vile hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo hayo. Na mheshimiwa rais, tulifanya ziara, kwa kweli aliahidi kwamba mkoa wa Rukwa na wenyewe unaenda kuunganishwa kwenye gridi ya Taifa na ni kupitia mradi huu huu. Kwa kweli ni mradi wa kimkakati na ni mradi muhimu sana katika sekta yetu ndogo ya umeme. Hiyo mheshimiwa mwenyekiti, kama unavyoona hapa, tuna mkandarasi mzuri sana anaitwa Tibea na anafanya kazi zake vizuri sana, na kwa kuwa hata mratibu na mwenyewe anafanya kazi zake vizuri kuhakikisha kwamba mradi unaenda vizuri, lakini cha msingi tutahakikisha mradi unakamilika kwa wakati tulishafanya vikao juu ya kuhamasishana na kuhimizana umuhimu wa kukamilisha mradi huu kwa wakati ili tuweze kupata manufaa, lakini vile vile tuweze kutimiza maono ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunaendelea kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme si? Hapa katika wilaya ya Mufindi tuna ule mradi wetu wa mitungi ya ruzuku ambayo Mheshimiwa Rais anaitoa kwenye kila wilaya na kila wilaya kuna mitungi takriban 3255 na katika wilaya vile vile ya hapa Mufindi kuanzia mwezi Aprili 2025 tuna, tuna mtoa huduma ambaye atakuwa ni Lake Gas atakuja na ile mitungi hapa na itauzwa kwa bei ya ruzuku ya nusu bei na mtungi mmoja utauzwa takriban kwa 20,825 kwa hiyo badala ya kununua kwa ile bei ya 45,000 kwa mtungi ule wa kilo sita basi wananchi wa Mufindi hawa kwa ile idadi ya mitungi 3,255 wataweza kununua mitungu hile kwa gharama ya elfu ishirini mia nane na ishirini na tano. Swala la nishati safi kwa kweli ni ajenda muhimu sana na nyie yote mnafahamu Mheshimiwa Raisi ameibeba kwenye moyo wake, kwa ni vizuri sana mitungi hii ikija, basi mwendelee kuhamasisha na kuelimisha wananchi ili waweze kuchangamkia fursa hii na tuweze kutunza mazingira yetu ili aweze kutufaa sisi pamoja na vizazi vinavyokuja.